Ngisi aina ya bobtail yani bobtail squid ama bobtail cuttlefish ni samaki anayetoa mwangaza na ana urefu wa takriban sentimita tatu. Usiku anapotaka kutafuta chakula, angekuwa rahisi kuonekana na wanyama wanaomwinda kutoka chini, kwa sababu ya mwanga wa mwezi na nyota unaoonyesha umbo lake. Ili kuepuka hilo, ngisi huyu hutokeza mwangaza upande wa chini wa mwili wake unaofanana kabisa na mwanga wa anga, na hivyo hutoweka machoni wa adui. Kushangaza zaidi, ngisi huyu hatengenezi mwangaza mwenyewe. Anapozaliwa, bakteria wa aina maalum huingia ndani ya kiungo chake cha mwangaza na kukaa humo maisha yote. Bakteria hao ndiyo huzalisha mwangaza huo. bila wao kiungo hicho hakiwezi kufanya kazi, na bakteria wengine hawawezi kuchukua nafasi yao. Mbali na uzuri wake, uwezo huu unafundisha binadamu jambo kubwa: kutengeneza mwangaza kwa kutumia nishati ndogo sana. Hadi leo hakuna kifaa cha binadamu kinachoweza kuzalisha mwangaza kwa ufanisi kama wa viumbe hawa. Mimi ni Alan Wutungu. Bye kwa leo.